Limwena litazim na kukuvuani kwa kuwa hatua ya kwanza umekamilisha. Tutaonana kwa wakati mwingine. Kwa upande wangu maelekezo yangu yameishia hapa, lakini inaonekana hujalizika na maneno yangu. Hivyo basi, ngoja nikuitie mwenye mkuu.

mama kile alichokwambia mke wangu ndio chenye uhalisia. Tatizo lako wewe unataka kujua aliyekutendea hilo tatizo pasipo kutaka kutibu tatizo lako. Kawaida yangu mimi siwezi nikatukana mamba kabla sijavuka mto. Tunachotakiwa kwa sasa hivi ni kutibu tatizo lako, alafu hayo mengineo yatakuja baadaye. Siwa, kwani unanichukuliaje mwanangu? Na unanichukulia za mwamu, yani sina akili, yani umenitoa akili, akili, kabisa mshikaji wangu, au sio? Kwao mwenyewe unaona baruza, yani ile ile, yani ni nini tena? Umeniita, unataka tukutane, nimekuja, baada tukae tuongee, unaanza kunilaumu kweli? Yani mimi ndo naanza lawama, au sio? Mimi ndo naanza lawama kwa hiyo kinachoendelea mwanagu, ukijui nijibu kinachoendelea, ukijui. Sikiliza mwanangu, mimi na kakaako ujue hivi, muda wote mimi nipo naye, ujue tuna serenge serenge, ujue mtaani kanisha na kila kitu. Yani kama kuna boya kaja kakutolea barua, ko unanichola usio, unachukulia poa maisha ya kweli Yaani kwenye hilo baruza hauhitaji kunilaumu hata kidogo, kwa sababu hata mimi nilivyofahamishwa kwamba naletwa barua nikajua fika ni wewe, kwa kuwa uliniambia nikishatoka ndani utaniletea barua. Kosa langu ni nini sasa hapo? Oh, nikisha kula midomo yangu na kuwa na michale mwanangu, kuda dada yake shangazi yake bibi yake kipele. Oya, oh, wewe unaelewa kila kitu, sio mtu kutoka huko kuja kutoa barua kwamba yeye amjaongea. Sasa nakwambia hivi, hakuna cha barua wala uchumba na usiku ambao mnaipanga ndoa, nakuja kuondoka na kidole cha shee

Mtaalamu, mimi nilikuwa naomba tu kumjua, huenda akawa ni mtu wangu wa karibu, na huenda kuna baadhi ya vitu vingi sana ambavyo tunashirikiana kufanya. Hasa nikimjua, inaweza ikawa kwangu rahisi kujiepusha naye. Nilikuwa nakuomba unisaidie. funga, funga tu ondoke, we mama mchawi, hana huruma huyo, funga funga tu ondoke, we mama, hey. Yeah, mama funga funga ondoke tu tuondokewe mama mchawi, ana huruma huyo funga funga tu ondoke mama. <coughs> Mama haya, nyinyi wanadamu, mnapotaka kujua kitu mnajifanya mna vifua sana vya kuhimili hivyo vitu, mkishajua hivyo vitu mnashindwa kuzuia jaziba zenu. Sasa hapa kuna vitu viwili, unapaswa uchague moja Nikutibire matatizo yako ama nisikutajile chochote kile kinachokuhusu huyo aliyekufanyila hayo mabaya. <coughs> Wacha koro kutanta mantetele anguma mm. Ulimwengu ni tumeumbwa pamoja, la wengine kama mejiumba wenyewe. Awangali kama siku yetu moja, utadhani wataishi milele kwepo mwana marundi tungejua, ama firauni wa Musa soja watu wanauzi. Mume wangu, samahani kwa hiki ninachokwenda kuuliza, hivi toka umenioa mpaka leo hii kitu gani ambacho unanificha mimi? Sizani kama kuna kitu nakuficha maana mambo mengi nimekuwa nikushirikisha Nilinunua kiwanja hapa nikakushirikisha, nikajenga nyumba pia nikakushirikisha, na pia hata pesa ambazo nimekuwa nikizipata huwa nakupa uzihifadhi. Sasa jambo gani ambalo wewe unasema sikushirikishi au kuna kitu nakificha? Na kificha na angali, mambo mengi nimekuwa nikikwambia. Ya nimekuwa na mambo mengi sana ambayo mimi siyaelewi. Kuna kiumbe yoyote anayekutumikia pasipo kunihusisha mimi? <coughs> <coughs> swali gani hilo, mke wangu, unaniuliza? Sikutegemea ungeuliza swali bovu kama hilo. Kwa nacho kifahamu mimi ni wewe, familia yangu ndio naimiliki na wala siyo kitu kingine. Alafu kama una kitu unataka kuuliza, swali lako naomba liende kwenye mada maalumu. Unamaanisha nini unavyoniambia hivyo? Ngoja nifunguke kama ulivyotaka, nije kwenye swali langu kuna kitu chochote ambacho unajihusisha juu ya ushirikina mimi? Kuna siku umewahi kuumwa hapa nikakupeleka kwa mganga, au nikaja na matunguli nikaweka ndani ili uweze kupona? Kwa nini unanikosea na mimi? Nilijua labda ungeniuliza swali la msingi sana, kumbe unakuja kuniuliza swali la kipumbavu. Kwa hilo umeniuzi sana. Haya, haraka sana, toka ingia ndani. Aa, swali langu ni la kijinga eh? Kama lipo litajulikana. Maana mwizi minsi uli numtima winzi kavahema lambwiso lambwiso rambw la kisokolo kwinye. Wewe na mimi nilijua tu, akisha kuja yule mtoto lazima yazuke mambo mengine, na ndio maana huwastaki aje hapa, aende kwa shangazi yake huko Bibi. Kuna muda ulinisimulia umeuta ndoto mbaya. Sasa ntaka nikufanyie dawa ili usote tena ndoto za kutishatisha, sawa wangu eh? Sasa ka chini hapo nisubiri. Sasa nipe hicho kidole chako nikuchanje ili nikupake hii dawa. Hey, bibi! Ndo na kisu uminanindu kwangu, ebu nipe, ebu napa kidole, usinisumbue bibi, simkate. Hebu tulia basi.

Tolia. Sasa akija mama yako nikusikie unamwambia kama mimi nimekukata, akikuuliza umwambie ulikuwa ukichezea kisu umejikata. Sijuu umenilewa navyokwambia mchalo <mimu> mchalchi Haina mm -mm haja ya kujiuliza. Huo ni kuzawadia wewe nini? Dhumuni la kunipatia huu kwa ajili ya taratibu zako, huu utakusaidia. Sheikh Rajabu, nimekupigia simu kwa sababu ya lile swala letu lile. Barua tumeifungua na tumeisoma. Wakati tunaisoma ile barua, kuna swali limejiumba mule, labda nikuulize, ajulikani sultani ni nani na koya nani hapa kijijini, hashe wangu? Ina maana kutoka kote kule umenitia jambo hilo, mimi nikajua nakuja hapa nafuata majibu ya barua yangu, kisha naenda kama swala huyo, muhusika akija kuoa mtamuona? Mbona jambo lenyewe nataka utie uzito, shehe wangu, kuhusu majibu. Majibu yapo, ila nilitaka kujua watu. Ah shehe wangu, ah, kama majibu yapo nipatie niende tu. Wewe si msilamu, shehe? Ah, haya ah, ah, sawa shekhi ah, haina shida sawa ah, majibu yako ah, ah, shehe wangu, ongera sana shehe, ah, sawa Acha niwaishe hii barua kwa sababu nabeba jambo kubwa sana. Sawa. Eh? Mtego wa kwanza kauruka. Si atakuja kuoa huyu, tutajua kweli mimi nimefika kule, mazungumzo ya mwenyekiti ni kwamba amedai kamwili kakaka tayari wameshakapeleka hospitali kwa ajili madokta akafanye fanye uchunguzi wagundue ni kitu gani ambacho kimekaua. Umeona kwakaniambia chapuchapu tu nirudi maskani huku ataniambia kinachoendelea. Ngoja kwanza, ngoja wewe, unajua mdogo wangu, niza hivi vitu vingine havihitaji subira. Umeona wala majuma kama kitu kimeshatokea, kimeshatokea, tumeshajua, si ndio? Sasa natakiwa asa, natakiwa tupe chapchapu kamwiti kakaka yetu, tukastiri. Awa majirani yote, nzengo nzima hii, itahamasika kutoa mchango. Na huo mchango, vita tusaidia kukizi mahitaji umona, na vichenchi vinavyobakia. Minta lipalipa vimadeni, samtemu tutakunywa na vingine vichenchi vio bakia, nitanunua visoda, tunashushia maumivu na machungu yake. Sasa wenyewe wanaendelea kukana kwa tena pale kamwiti. Yani wanakona nikera yani. Ah. <coughs> <coughs> Mama, nani mama yako? Kumbe mshenzi? Hiko ni hicho kubwa ndio unachostahili. Hivi unapo viongea unavifikiria kweli? Muda wote unajiliza, unajionyesha. Kumbe ulikuwa unaweza upumbavu babu, na niambia mimi sasa hivi. Kumbe dawado alikuwa iko sahihi kabisa yaani. Mimi nilisa nakuonea. Kweli wewe chenga. Sio siri umenikwaza. Then. Hata <tipa> miko <tipa> zangu ziniapi eh? haka tu akajajua kwamba mimi hapa tayari nimeshaanza kupata mado. Kaka kaka ameondoka, kaka ndani anakuwa kichwa cha familia, si mimi nakuwa bwana na majukumu haya bana, sinazo mimi zipigia, naonekana kama azoto. Ngoja ngoja, Bwaga, naomba uniambie kweli kwa hichi ninachoenda kukuuliza hapa siku ya leo. Nilikuwa na mazungumzo na mama, na katikati ya mazungumzo wewe ulitokea nachohitaji ukijua hapa, je, kuna kitu chochote ambacho umekisikia? We mate, mi sijawai kuja nyumbani kwenu, nawasifikiri kuja nyumbani kwenu. Unanisingizia mi burudani, sio kutembea tembea kwenye maamiji ya watu. Unanionea wayamaf, usijitoe ufahamu bwaga. Nachokiongea hapa nakimaanisha, na kuna jambo lolote ambalo umelisikia hmm. Mimi nasema, kama Bwaga iyala, nikiwa na akili zangu timamu, sijaacha, sijachakachiwa na matiro yoyote kama gomba na bangi na vitu vingine vingine. Sijasikia chochote na wala sijaji nyumbani kwenu. Basi sawa, shida yangu mi ilikuwa ni hiyo tu. Kuna zawadi ambazo zimetoka nazo Zanzibar nimemletea mtu sema, mtu mwenyewe ndio hivyo, kijijini hapa tena hayupo. Nikaona sio mbaya kukuletea wewe, ila sikutaka kukupa zawadi mpaka kwanza uniambie kuna jambo lolote ambalo umelisikia. Jazz bar, haya mambo yanazungumzika tu, <laughs> tu. tu, ya tu. You know? saying now me I want to I want to tell you true story live now. Ha, ya, ya, ya, si umesema kwamba ulikuwepo Zanzibar afu kaja na zawadi. Ha, haina budi mimi hizo zawadi kuzipata. Lak, lakini nataka kujua umekuja na zawadi gani? Mm. Kwanza niambie, kuna Hala, mm, mjadu, Kwane, jambo lolote ambalo umelisikia? Alafu ndio nitakupa zawadi. Ah. Kwani nikishakwambia tu unanipa zawadi? Bwana, hilo jambo sijakubaliana nalo. Nastaki kulisikia hata kidogo. Unafanyaje maamuzi peke yako eh? Nakaa tu na akili una yako, unajamulia unakaa, unaandika majibu, unaudisha mtoto una wako peke yako huyo eh? Mambo gani hayo bwana? Shemeji mwewe, acha tamaa kabisa. Sawa, niache wewe, usiongee bila kushika. Nimesema gembe, mimi nimeshakosea na ili jambo la kheri, kwenye jambo la kheri basi shetani wa shari hao wanaingilia kati ili jambo tu liharibike. Na hata nilivyojibu nilijiona nipo sahihi, nikijua kwamba nawapa ya majibu nitamgundua huyu ni nani ambaye anakuja kuoa, na wao walichokifanya sasa, baada ya kuwapa majibu, na wao wala hawakuchelewa, wakaleta mahali na tarehe ya kuoa. Lakini bado sisi hatujachelewa, kwa sababu wao watakuja kuoa siku, watakuja kuoa, ndo tutamgundua anayeoa ni nani. Na tukimuona kwamba sisi hatufai Tunamfata tu mwana tu wetu, bwana, usikubali ndoa, tunakuwa tumeshaivunja. s si. Kwani niache niache kabisa tinazimchangaje andautiaibu si ndio? Siku ya shughuli nimealika watu, wanafanya mambo mbalimbali hey. Ndio siku hiyo niambie ndoa ya binti yangu ivunjike? hey. Nisalilike mbele ya watu, nataka kunivua nguo. Nze magembe, tupo mtaani hapa. Watapita watu watatusikia litakuwa swala la aibu. Mimi nimeshakosea, naomba unisamehe. Kikubwa tu njia nilikuwa napita, sikutambua kama ina miba. Ah! Kwa hiyo njia miba ni pita mimi, sio? Bwana e, sikia, hiyo njia pita mwenyewe. Pita mwenyewe kabisa, sitaki. Mimi nimekuelewa. Kwa hiyo hapo ni olala. Hakuna olala. Na hakuna confirm. Kukuwe. Ni kweli mimi pale nilikuja na nikasikia myo haya. Umesikia nini? Ah, sawa. Haina budi kutiririka kwa vile kuna masuala ya magifti magifti. <laughs> Na cae kukutiririshia ubuyu mm? Masuala ya ubuyu hapa kwa bwaga, umeyapata, zunguka kote huko. Haya. Stori zenyewe hizo zisikia mna, mnazozizungumzia niza za kuhusu this is my father is a witch doctor. Wongo wongo, kwa mababako? sio mchawi, ana wanga. Yule babako mchawi, witch, ndo nicho kisikia. Aa, kumbe kweli, ulikuwa umesikia. Basi sawa, mimi nitakupatia hiyo zawadi, lakini naomba usimwambie jambo lolote babangu utakapokutana naye popote. Nadhani umenisikia na kunielewa. Ila hapa niipo zawadi yako, sijaibeba naomba baadaye uje nyumbani nikupatie. Mwe, uongo nimekupa ubuyu hapahapa, na naomba zawadi yangu hapa hapa, tunamalizana titi po tatu. kama auna hapa, twende nyumbani kwenu uweze ukanipa zawadi yangu. Cogozani, <tongu> ayasachangamko <tongu zani> <tongu zani> rudi kwenye mji wenu. Haya, haraka sana, rudini